Viongozi kutoka kaunti ya Bungoma wametakiwa kuendeleza siasa za amani bila kudhalilisha au kuvunja haki za wapinzani wao wa kisiasa. Hata kama mtu alizaliwa kiwete ama kwa kiwete, hiyo imuutu juzi amekuwa Mount Elgon, anaongea, anasema ya kwamba hata kama yeye anapanda, anapanda, anapanda, anapanda mlima juu anachoka na huu kiwete anashinda kupanda juu, anadharau anadharau Mheshimiwa, Mheshimiwa timu wa Wanyonyi. Baadhi ya wakaazi wa kaunti hiyo wamewataka wale waliotangaza nia kuwania wadhifa wa ugavana kuhakikisha kuwa wanazingatia maadili na kudumisha heshima wanapouza sera zao kwa wananchi. Pia anasema ati alikuwa alienda na mheshimiwa Pepela wapi, Martin Pepela huko Tanzania, alipepela ni zeru zeru karibu amuuzie kati alikuwa na karibu amnunue huko kweli. We binadamu, na ujui kesho utazaa nani akitokana. Timu na Timu Wanyonyi ni ati ni kiwete Timu Wanyonyi akuzaliwa hivyo. Kuna matusi, cheche za maneno hapa na pale. Sisi kama wenyeji, wakaazi wa Bungoma, hatutaki kusikiza matusi, hatutaki kusikiza unatusi mwenzako kwamba ni kiwete unatusi mwenzako kwamba si mwenyeji Bungoma. County is a cosmopolitan destination. Wametilia mkazo kuwa Bungoma inahitaji kiongozi anayejituma mwenye maadili ya hali ya juu na naye waheshimu wote ikiwemo viongozi wenzake pamoja na wananchi wa kawaida. Tunajua timu Wanyonyi, yeye ni mtu manager, anaweza kuchunga mali. Tunataka kuchagua gavana mwenye anza kusaidia kuinua Bungoma. Bungoma iko nyuma sana, hii Bungoma ni kabila tofauti tofauti. Tunaomba Didmas, kama unasikia Didmas, na wale wa Kenya wanasikia kwa hii, kwa hii, kwa hiyo wananiona hapa. Didmas, heshimu timu wa nyonyi. Didmas, heshimu Martin Pepela. Tunataka a best performer kwa kaunti ya Bungoma. Kama ni kiwete tutamkubali sababu tushaona kazi ambayo anafanya Nairobi wengine waliotoa maoni yao wamesema kuwa kila mwanasiasa ana haki ya kueneza sera zake, lakini ni muhimu kufanya hivyo kwa njia ya heshima. Uh, kila mgombea ana uhuru wake wa kugombea, lakini ikifika, uh, kwamba ana, anarusha cheche za matusi uh, katika mgombea ugavana mwingine, hiyo inaashiria kwamba hakuna uh, heshima pale, na sasa achuki, chuki za kisiasa zikitawala tutapata kwamba kimaendeleo Bungoma tutazidi kusalia nyuma. Viongozi kutoka kaunti ya Bungoma wametakiwa kushirikiana kwa karibu na kuacha kufanya siasa za migawanyiko, ikiwa imesalia tu miaka miwili kabla uchaguzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripotia mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao kutoka kwenye kaunti ya Bungoma, jina langu ni Felix Wanjala.